Katika biashara yoyote ile mshindani wako mkubwa anavyopata tatizo katika biashara yake, wewe lazima ufurahi sana. Nikupe mfano hai. Kwa mfano, wewe unauza mikate na una mshindani wako anauza sana kuliko wewe, alafu ukaamka asubuhi moja ukakuta wateja wanalalamika kwamba mikate ya mshindani wako ina mchanga na hawataki tena kuinunua, bali wanataka mikate yako wewe, hutafurahi huvyazi utafurahi sana. Sasa nataka tuunganishe doti hizi, alafu wewe utanipa jibu. Je, ajali ya treni yetu mpya ya umeme ni ajali kama ajali nyingine, au ni ajali ya kutengeneza? Kwanza wao wameshatupa kichwa cha habari cha ajali kwamba ni tatizo la uendeshaji, au kwa lugha za sisi tulienda shule kidogo, wanasema ni technical malfunction. Tuanze kuunganisha doti kama ifuatavyo. Huu mradi aliuanzisha Magufuli na hakupata kibali cha walimwengu. Ndugu zangu, hii dunia ina watu wanaitawala. Hii dunia sio unayoiona kwa macho mawili, hii dunia ina watu wanaitawala. Haimaanishi ukiwa na fedha unaweza ukapata kila kitu kwenye hii dunia, hapana. Hata marehemu baba wa taifa na Kaunda walivyokusanya fedha zao, wakaenda kwa walimwengu kuwaomba kutengeneza Tazara, walimwengu walikataa. Tazara ikatengenezwa na Wachina, sindio eh? Sasa kwa nini walimwengu walikataa kuwatengenezea Kaunda na Nyerere Tazara? Kwa sababu ilikuwa inaua biashara za, za walimwengu. Doti ya kwanza hiyo. Kwa hiyo Magufuli alianzisha huu mradi kibabe, pasipo kuruhusiwa na wenye dunia yao. Kumbuka mpaka China alikataa kumsaidia Magufuli, Waturuki wakajitoa muhanga. Unafikiri kwa nini Waturuki walijitoa muhanga? kwa sababu waturuki walikuwa wanatengeneza jina. Unajua, mturuki anapambana sana, kwa sababu mturuki hata Ulaya hana mahusiano mazuri na watu wa Ulaya, hata akina natwa, japokuwa yuko NATO mturuki anapambana ili akuwe yeye kama yeye. Kwa hiyo mturuki alivyoona hii fursa, akaona hapa ndipo pa kujitangaza, akajiingiza kichwa kichwa. Kumbe maskini ya Mungu ilikuwa sio kichwa kichwa, ndio alikuwa anatengeneza jina lake. Mradi umeenda umeenda, wachina wakarudi, wakasema nao wapewe kipande Marehemu Magufuli akawasainisha kipande na akawapa akawasema waz, wazi kwamba niliwaomba mkopo kwenye benki yenu tuufanye huyu mradi mkanikatalia, mkihisi kwamba sintaweza kulipa. Sasa mmeona mradi wangu unaenda, mmerudi mmeniomba kipande, mimi nawapa, sinaiana nanyie, sisi na nyinyi ni marafiki, ni ndugu wa damu. Mradi umeenda nonstop. Marehemu Magufuli Mungu akampenda zaidi, mama akaupokea mradi. Mama amepambana alivyopambana, maana huu mradi ukisimama ungechafua kabisa CCM. Japokuwa CCM wana machafu yao, lakini kwa miradi aliyoanzisha Magufuli ingeyumba, ndio ingechafua CCM. Kwa hiyo kwa gharama za aina yoyote ikabidi CCM wapambane, huu mradi uendelee. Na ndio imekuwa moja ya sehemu ya kuombea kura sana kwamba unajua, hao machawa wanajua kuongea, sitaki kurudia maneno ya hao machawa. Huu mradi ulivyokuwa unakaribia kuzinduliwa kuna watu waliitwa mezani wakahakikishiwa kwamba biashara yao haitayumba. Wafanyabiashara wa usafirishaji walihakikishiwa kwamba wasiwe na wasiwasi. Unajua, kuna kitu moja nataka nikufundishe, hakunaga maendeleo ya kweli kwenye kitu kinachoitwa compromise. Yaani ukitaka maendeleo hakunaga compromise, muelewane elewani, yaani unataka kufanya jambo fulani, lazima uelewane na fulani ndio ufanye hilo jambo wakati hilo jambo linatija kabisa kwako. Yaani, kama kuna kitu kinatija kwangu, kwa nini nifanye compromise? Kwa hiyo kwangu mimi, kitendo cha serikali kuwaita au watu wa usafirishaji na kuanza kufanya nao compromise ilikuwa ni udhaifu mkubwa sana. Lakini serikali yetu inaendeshwa na walimwengu. Kwa hiyo biashara ambayo alianzisha Magufuli, serikali ambayo ilikuwa kinyume na walimwengu kuto kukamilisha huu mradi ambao ulikuwa kinyume na walimwengu, walimwengu ambao wanatutawala kwa kupitia serikali yani, kuna conflict ingetokea kati ya sisi na serikali, ambacho moja kwa moja itakuwa sasa serikali na walimwengu. Yani, unganisha doti hapo. Mradi ulianzishwa na Magufuli mpinga walimwengu, mradi umefanikiwa, serikali imeingia madarakani nyingine tofauti na ile iliyoanzisha mradi ikatengeneza e mahusiano mazuri na walimwengu. Kwa hiyo, maanake jinsi walimwengu wanavyotunyonya ni lazima hii serikali iendane nao sawa. Tengeneza tu kwanza hiyo, unganisha kwanza hizo doti. Sasa, alafu ni kuongezea na hii. Mataifa yenye railway system bora ni mataifa ambayo hayana mfumo wa kiwalimwengu katika uendeshaji wa mambo yao. Marekani haina railway system bora, na sisemi mimi, Tucker Carson Huyu ni mtu maarufu sana, ndio aliyesema kwamba Mosco Metro station maita eh, yani, railway system ya Urusi ni bora kuliko ya new york. Kumbuka zamani hizo tulikuwa tunaambiwa mbinguni ni new york. Hata Sharifa Sharifu ameshatuambia new york Marekani ndo pepo ya duniani. Wamarekani wanaoishi China ndio wanaosemaga China ndiyoko mbinguni. Mfumo wa railway system ya China sio wa kina Alibaba, ni wa serikali kuu. Kwa nini mfumo wa reli bora katika dunia yetu unaendeshwa na serikali kuu na sio hizi serikali za ki walimwengu? Mtu anaweza akaniambia, Ulaya kuna railway system bora, sinaunganisha hizo, hizo nchi zao sindio? Maanake Ulaya, Ulaya yote si ya walimwengu kwani Ulaya, yani, Ulaya sio watu wa Ulaya. Tuelewane kwanza hapo, Ulaya kuna watu wamejikabizisha ndio maana watu wa Ulaya wanateseka, ndio maana pesa ya Ulaya ina, inasaidia sijui si, Israeli, pesa ya Ulaya inasaidia Ukraine. Yani, yani sijui nisemeje, yani Ulaya, weelewa tu Ulaya sio watu wa Ulaya. Mradi umekamilika, umeanza kufanya kazi vizuri tu na sifa kibao zimesambaa dunia nzima kwa uzuri wa treni ya Tanzania. Sio sisi tumetangaza, Wakenya wamefanya kazi kubwa sana kututangazia treni yetu. Kuna watu wamesafiri sehemu mbalimbali wa South Africa. Mimi naishi duniani, mimi naishi kwenye mtandao. Treni yetu imetangazwa zaidi na hawa YouTuber wa kimataifa kuliko sisi wa Tanzania, treni iliyotengenezwa na serikali ya Tanzania iliyokuwa kinyume na walimwengu. Sifa kubwa ya walimwengu ni kuwachukua raia wa nchi husika na kuwaweka mfukoni na kuwaamua waishi vipi, kwa gharama za maisha, chakula bei gani, gharama za usafiri bei gani, kila kitu Wana operate ni walimwengu wamarekani, wana miradi kibao wameiandika ya kuunganisha nchi yao kwa treni bora, imebaki kwenye makaratasi. Unafikiri kwa nini nchi ya Marekani inashindwa kumaliza miradi yao mikubwa ya madaraja? Wana madaraja mabovu, miundombinu mibovu sana. Unafikiri kwa nini? Marekani ni nchi ya walimwengu. Mimi siwezi kusapoti kitu ambacho najua kikikamilika ugali wangu unakuwa hatarini. Ndivyo alivyo walimwengu Alafu ninavyosema walimwengu yani, hili neno ni pana sana, usio na akili ndogo. Unaona hii simu nayorekodia, unaona kompyuta nayoitumia, walimwengu wanaikontrol. Walimwengu ni mfumo. Sasa tatizo la kwanza kwenye reli yetu tuliambiwa, sijui ni nguchiro, sijui ni wanyama gani wanagusa umeme. Kwa ambaye hajui biashara anaweza kaona kuripotiwa kwa ile hitilafu ilikuwa ni kitu kidogo sana. Very minor issue, lakini kwenye ulimwengu wa biashara kuna nguvu kubwa sana unaanza kupoteza ile imani, unaanza kupunguza ile imani watu wanaoiweka kwenye SGR. Sawa, hata kama walikuwa ni sijui nguchiro sijui nini, wakati hii reli inawekwa tukujua kwamba hawa nguchiro watakuwepo. Tuweke pembeni hilo, tuende kwenye ili tukio la leo, ambalo ndio kubwa kabisa. Mimi ni mfanyabiashara wa huduma ya usafirishaji, na maanisha mabasi pamoja na mizigo, katika ruti ambayo imeingiliwa na SGR, taarifa kama hizi sintafurahia. Na kuuliza wewe, sintapiga makofi. Kuna mtu ataniambia bado huduma inaendelea, ni sawa, lakini kuna ka trust kanapotea kwa SGR kila siku, kwamba SGR sio salama, SGR sio reliable. Ndio yani, nakufundisha jinsi tunavyofanya kazi walimwengu. Tunaanza kwa sababu biashara yote ni trust. Ukishatengeneza imani hiyo, imetoka hiyo bidhaa zote watu wanazotumia wameshaziamini. mtu mb nipe kokakola, nipe azamkola, ameshatengeneza trust, ameshatengeneza addiction, yaani kuna vitu fulani hivi kwenye akili ya ubongo. Unajua biashara nyingi, au elimu ya biashara pia inajumuisha na elimu ya ubongo wa mwanadamu unavyofanya kazi. Kwa hiyo inabidi uchokonoe ule ubongo wa mwanadamu uanze kutoa ile imani yule mtu aliyoitengeneza. Kila mfumo wa reli katika nchi yetu, wazo likitengenezwa, watu wa idara ya usafirishaji wa malori na mabasi huwa hawapendi, hawataki, yani hawataki kwa herufi kubwa, yani hawataki, hawataki. Sio Tanzania, hata Marekani. Marekani malori ndio, yani ndo kabisa. Treni zipo lakini sio reliable kama barabara. Kwa nini? Kwa sababu kwenye barabara walimwengu ndivyo wanavyogawana riziki kirahisi lakini treni, yani tengeneza picha unauza maji aya maji aya maboza ya, una sababu Dar es Salaam kuna, kuna kipindi kuna kuaga na shida ya maji, kwa hiyo na maboza yako unauza maji labda maeneo ya unajua sehemu penye shida ya maji, wewe pata hiyo picha unauza maji pale na umetengeneza utajiri wako mkubwa kwa kuuza maji pale alafu ghafla serikali inapeleka maji pale, chanzo cha kudumu cha maji labda kwa kudrill maji chini kabisa huko yalipo yaje wa, raia wafurahie au kwa kuyafata chanzo kilipo na kutengeneza bomba ya kudumu kabisa maji asikatiki. Wewe utafurahiana na serikali, wakati wale watu wewe ulikuwa unaendesha maisha yao waweza kukaambia ndoo nauza 500. Kwa nini? petroli ni bei gali, mafuta amepanda bei leo, kauzia ndoo 600. Unaamua tu, hawana plani B. Alafu ukasikia eti serikali ime drill maji, kwa nini usiziloge hizo drill zisitoboe maji? Kwa nini usipasue pasue hayo mabomba? Sasa mtu atajiuliza, wewe unataka kutuambia hii ajali ni ya kutengeneza? Kwa elimu yangu ya kilimwengu, hii sio ajali ya kawaida. Kwanza ajali yenyewe ni technical malfunction. Kila injini au chombo chochote ambacho kinatembea kuna kitu kinaitwa lifespan, muda wake wa kutumika lifespan ya train yetu ni miaka mingapi? Hii ajali sio preplanned, hata kuanzia huko ambako hizi treni zilikuwa zinabia assembled kuletwa kwetu. La, yani naunganisha doti kubwa, kwa sababu walimwengu wanajua huu mradi sio wao, kwa hiyo wanaweza wakaorganize kuanzia kiwandani. Nikisema walimwengu ni network, yani ni, ni sakiti ya, ya, ya ghorofa kumi ya umeme, yani nikisema walimwengu, ndugu zangu It's a very complicated. Yani, hiki ninachokuambia sijafundishwa juzi wala jana. Nitakupa hichi alafu unganishe na hichi ninachokiongea. Warusi walikuwa na demokrasi kwanzia tisini na moja tisini na mbili hapo miaka hiyo baada ya Soviet kudondoka, maanake watu waligawana ile Urusi yote, usafiri kila kitu, kile vyombo vya habari pia, kila sekta, viwanda wakagawana, watu wakagawana kila mmoja, yani kama unavyoona hapa kwetu yani huku kwenye chakula sijui soda nini, wako wa kina Mong kina JSM kwenye usafiri sijui kuna u, kuna kina Abudi sijui kuna nani, kwenye redio tulikuwa na kina Mengi sijui kuna nani. Ndivyo Urusi watu walivyogawana, alivyoingia manake, walimwengu waligawana ile Urusi yote. Alivyoingia Putin, akarekebisha hicho kitu, akasema haiwezekani, hizi ni mali za raia, mimi siwanyang'anyi, lakini mtakuwa mnaviendesha hivi vitu ninavyotaka mimi yaani alichokifanya Putin, aliwaambia sawa, mmegawana lakini hizi ni taasisi za kuhudumia raia, kwa hiyo mtahudumia raia kwenye hizi taasisi wanavyotaka raia, sio mnavyotaka nyie mpate faida. Walimwengu wakakaa kikao kumpinga kivipi? Hivi huonagi, kuna, unasikia kwa mfano labda chama cha mabasi kimeishinikiza serikali nauli hii, kuna hivi vyama vya yani, kunakuaga na vyama vya biashara fulani, labda usafirishaji, vyama vya sijui, vyombo vya habari na chama chao, wanakutana sehemu, kunakuwa na vyama fulani. Kazi ya vile vyama ni kuidiktate serikali kwamba wao wakishakuwa wakishakuwa jumuiya wanaweza wao. Kazi wameshaamua hivyo na huwezi kuamua wewe kwenda kinyume, na kama wewe ni mwanachama na, nakupa picha sasa. Wale jamaa baada ya kuanza kwenda kinyume na Putin, kwa sababu kazi ya Putin ilikuwa ni kupunguza mahomeless. Maana Urusi iliingiliwa na mahomeless, watu wameshagawa na riziki walala nje kama New York unavyoona, yani vurugu, uhalifu wa kutisha, njaa kweli kweli, na hapo hapo matajiri waliongezeka, yani kama unavyoona Marekani, ndivyo Urusi ilikuwa miaka 91, 92, watu wanojua history sasa wale jamaa baada ya kuanza kwenda kinyume na Putin, Putin alianza kuwatafuna mmoja mmoja na kuanza kuzibeba zile mali kibabe. Unajua kilichotokea nini? Zilikuwa zinatokea ajali za ajabuajabu ajabu, nyingi watu wanaojua historia ya Urusi watatupa huku ajali za ajabu ajabu, submarine manyambizi ya kivita alikuwa na, yani ajali za ajabuajabu ajabu. Na walimwengu walikuwa wanapambana kuingia Urusi kutoa msaada kwa zile ajali na Warusi walikuwa wanakataa. Ndugu zangu, mafanikio hayahitaji kompromise wala huruma. Mafanikio ni roho ngumu kweli kweli, especially unavyokuwa kiongozi wa nchi. Twende mbele, walipambana pale, zile ajali na nini na nini, mpaka mfumo mzima wa uendeshaji wa nchi ukaja kuwa kwenye mikono ya serikali. Maanake nini? Biashara ambazo ndio moyo wa maisha ya raia hazifanywagi na watu binafsi, zinafanywa na serikali. Ndio maana huwezi kukuta ajali za kipumbavu pumbavu, pumbavu. Walimwengu wamepewa vibiashara vidogo vidogo, kauze McDonald's, fungua kiwanda cha McDonald's sijui fungua kiwanda sijui cha soda huko e, sawa e, unakuja kwetu wetu unataka uendeshe reli yetu sijui so, unataka u, u, u um, labda unataka ununue mabasi umiliki ruti fulani hapana. Nenda China. China sio kwamba hakuna wawekezaji wa kuganga njaa wapo, lakini biashara ambazo ndio moyo wa maisha ya Wachina inafanywa na serikali kuu. Maanake nini? Zile biashara zinakuwa salama kwa sababu hakuna muktadha wa competition. zinakuwa salama, hakuna tatizo lolote. Mtu atajiuliza, "Unaataka kutuambia nini?" nachotaka kuambia ni kwamba kwa akili yangu kubwa na nilivyojifunza mpaka sasa na jinsi gani hujuma zinavyotengenezwa duniani, hii ajali huwezi kuniambia kwenye akili yangu technical malfunction ni from nowhere. wakati kuna biashara za watu zinayumba ambazo hizi biashara zilikuwa vizuri kipindi treni haijaanza kazi, na hizi biashara zinazoyumba ni za walimwengu. Wanachama wanakutana sehemu, wanaangalia mwaka huu tumezalisha bilioni ngapi. Uh, mwaka huu hata bilioni ishirini haifiki. Yale imeenda wapi? SGR inatafuna, tufanyeje? hii SGR inatengenezwa wapi? Tuende kiwandani kule, tunaenda kwa designer ambaye aya fanyie hivi na hivi. Hii kitu ikifika pale, hata irani hata miezi saba, halafu ipate ajali. Kwa hiyo utakuta sasa, SGR itaanza kuwekeza hela nyingi kwenye, kwenye ufundi matengenezo, sijui nini, kila siku kimeharibika hichi kimeharibika kile. Mwisho wa siku utakuja kuambiwa SGR imewekezwa, serikali imeshindwa kuendesha, utashangaa. Nikupe practical example, kivuko cha Kigamboni si vimekufa vyote au? Kuna kile kimoja kinachosafirisha magari. Bakhresa amejaza vivuko vingapi pale hivi? Leo hii serikali kawa mafia ikanunua vivuko fasta fasta vikubwa vya kuoperate pale Kigamboni. Mimi nitafurahi angalia, jinsi gani amerekebisha pale Kigamboni Ulaya, Ulaya anachaji mia tano wakati Kigamboni tunaweza tukavuka bure tusilipe hata shilingi kumi kama hii nchi ni ya kwetu sisi wananchi tunaioperate Kwani tunavoruka pale kwenda Kigamboni na kurudi sio kwenda kufanya kazi? Serikali ina mfumo mingi sana ya, ku, ya kujenerate mapato. Kwa vile tu wamewekwa walimwengu wanatunyonya kama mbu. Maana mbu anasubiri ule aje akunyonye, mbu wala ashuliki na wewe unapataje riziki yako. Ah, anaitaka ya, hiyo hela yako hiyo damu yako. Ndivyo walivyo mabepari wanavyopanga bei ya huduma wanayokupa au bidhaa wanayokuuzia, hawajali wewe unaumia kiasi gani. Watu wataniuliza kwa hiyo unasemaje? Sasa nchi yetu ina mianya mingi sana ya walimwengu kujipenyeza, kwa sababu ukija kwenye kwa mfano biashara ya usafirishaji, asilimia tisini na nane ni ya walimwengu, si magari malori manini haya y yaani, asilimia mbili tu ndo hii treni inakuja kuchokonoa na wameshaona. Hebu tengeneza picha hii wewe, ambaye utaki kuamini ninachokuambia tumefanikiwa kutengeneza network ya reli ya umeme nchi nzima, maanake kwenda mwanza masaa manne unatoka Mbeya unaenda Mwanza kwa masaa manne, unatoka Kigoma unakuja Kilimanjaro masaa mawili, unatoka Kilimanjaro unakwenda Mtwara masaa matatu. Wewe bwana wewe, mimi kama memba wa walimwengu siwezi kufurahia. Ko lazima tutengeneze mazingira ya kuanza kudameji sifa za hii reli, aidha kwa kujiendesha kiasara Ndugu zangu, ukisikia sentensi shirika fulani la serikali linajiendesha kwa hasara, ni sisi tunafanya hiyo kazi. Aidha tunakwenda huko kiwandani, mnako kwenda kununua hizo, hizo bidhaa zenu zinakuwa under quality kwa sababu tuna organize, kwa sababu nchi yenu si nchi ya ambayo ni ya walimwengu. Sisi, sisi tunajiendesha kiubepari, kwa hiyo kuikorupti hii serikali ni kitu kidogo sana. As far as my knowledge is concerned, ajali ya SGR sio hiyo technical malfunction to derailment technical malfunction ambayo imetokea like kama ajali nyingine, it's highly calculated pre-planned and well executed action. Kwangu mimi, tukiendelea kupata matatizo kama haya, serikali itasema huu mradi ni wa hasara hivyo tunamkabidhi baresa au tajiri mmoja kutoka waarabuni huko aje auendeshe. Kwisha habari kila kitu, hatuwezi kila siku. Yule mkaguzi wa serikali anatuambia eti shirika la letu la ndege linajiendesha kwa hasara. Wewe unafikiri ile sentence yule mkaguzi wa serikali CIG kila siku anatuimbia, ni kengele gani anaipiga kwetu? Sisi tunapata sara, tunapata sara. Kwa hiyo serikali wekeza What Stupid. We are doing something inside your government to make it weak and weak and weak and non-function to help pay citizen. Mwisho wa siku, uza mandege au wekeza. Kweli, mimi najua walimwengu wanavyofanya kazi. Kwanzia huko kwao huko, wanavyowanyonya raia wao. Kwanini uo ujinga uko na kupenda wamefeli? Ukichukua biashara ya usafirishaji yote ukaifanya serikali, manake hakuna competition. Yani, watu binafsi kaambia wakanunue vikosta tu vya, vya Buguruni Kariakoo, sijui Kariakoo Tegeta, sijui labda, yani kuna vibiashara ambazo unaweza ukawaachia walimwengu, lakini sio zile biashara ambazo ni moyo wa nchi. Mtu atasema unatupa ushauri gani, kama mnalipenda hili taifa na tunataka tuliokoe hili taifa letu na vitu ambavyo unapewa majibu mepesi mepesi tu technical malfunction. Wakati hii technical malfunction, kuna watu wana, wana pop champagne kwa kilichotokea, nataka uwe una share kitu kinachoitwa #jkt #jkt jibu la umaskini Tanzania, Tanzania we want hybrid economy system Tanzania tunataka uchumi chotara tukishapata katiba yetu kwamba uchumi wetu rasmi ni hybrid economy. Hii nchi tayari Nyerere alishatutengenezea msingi. Watu wanafikiri ninavyosema tunahitaji JKT labda kuna gharama serikali itaingia. Hakuna. Wataalamu wamejaa, ni wa kuorganize tu. Yaani tunahitaji ofisi ya kutuorganize sisi tunavyomiliki uchumi wetu. Tumechoka kupangiwa bei za bidhaa, tumechoka kuendeshwa na kikundi cha watu. Tunajua kinavyofanya kazi dunia. Haiko kwenye world order tena. Ajali ya SGR ni well calculated and preplanned, ili walimwengu watuambie kwamba serikali imeshindwa kuiendesha SGR, kwa sababu SGR inajiendesha kwa hasara, kila siku inaharibika, basi tutamleta mwarabu aje aiendeshe. Bandara tumeshindwa kuendesha, tumemleta mwarabu. SGR tunamleta mwarabu. Ndege nayo kila siku anatuambia ni kwa hasara, kwa hiyo na ndege tutampa mwarabu kwa hiyo sisi Watanzania hatujiwezi chochote, i manake tunakoelekea sio kuzuri. Kuna rafiki yangu alishare na ile comment nilipenda sana, naililipenda Tanzania chupi, kijiko, sindano, kifungo, vyote tunaletewa Watanzania. hashtag we need hybrid economy system. JKT ndio jibu letu. Watanzania, hii dunia kuna watu wanaitwa walimwengu wana nguvu usizozijua kuwapinga hawa, lazima muungane, yani hakuna individual anaweza kupambana nao mnavyokuwa wengi mkaamua jibu moja, huwa wanakosa nguvu. Ndio maana mimi naitaka JKT iwe na ofisi ambayo inatambulika kisheria, kikatiba. Kishapatikana patikana tu, ma business idea yapo kibao, soko na liona, tutagawana riziki. Unga utauzwa shilingi mia mbili. Unga sasa hivi mnauza shilingi ngapi? Buku. Unga utauzwa mia mbili, mchele utauzwa shilingi mia tano au mia tatu. Elimika usiwe msomi.